na injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Matayo sura ya sita aya ya 24 hadi ya 34. Karibu tusikilize injili. Somo katika injili ilivyoandikwa na Matayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu hamwezi kumtumikia Mungu na mali kwa sababu hiyo nawaambieni msisumbukie maisha yenu mle nini au mnywe nini wala miili yenu mvae nini maisha je si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi waangalieni ndege waangani ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni upi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashambani jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti nami nawaambia ya kwamba, hata Suleimani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo ya hayo. Basi ikiwa Mungu hayaviki hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa kabulini, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta. Kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe; yatosha kwa siku maovu yake. Neno la Bwana. Sifa kwako e, Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, karibuni. Tutafakari sehemu ya maandiko matakatifu tuliyoisikia hivi punde, ambapo mama kanisa anatualika kuchota neema katika kumbukumbu iliyotukuka ya maisha na utume wa mtumishi wake mtakatifu Aloisi Gonzaga. Katika Injili ya leo tunaongozwa na tafakari juu ya changamoto kubwa kuhusu vipaumbele vyetu katika maisha. Na kila mtu anaalikwa kutafakari, yeye kipaumbele chake ni nini katika maisha? Je, ni utajiri, ni hadhi, ni heshima, Vyeo au madaraka? Yesu anatuonya dhidi ya kutumikia mabwana wawili ambao ni Mungu na mali, na anatuhimiza tusiwe na wasiwasi juu ya maisha yetu, tutakula nini, tutakunywa nini au tutavaa nini? Badala yake anatuagiza kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mambo mengine yote yataongezwa kwetu. Ujumbe huu unatusisitiza umuhimu wa kumtegemea Mungu kikamilifu na kuweka imani yetu kwake bila masharti yoyote. Kama nilivyokwisha kusema leo ni kumbukumbu ya Mtakatifu Aloisi Gonzaga. Mtakatifu Aloisi Gonzaga ambaye ni mfano halisi wa maisha ya imani. Maisha ya Mtakatifu Aloisi Gonzaga yanatoa mfano halisi wa jinsi ya kuishi kulingana na mafundisho haya ya Yesu ya kuto kutegemea mali bali kumtegemea Mungu peke yake. Aloisi alizaliwa katika familia tajiri na yenye heshima kubwa nchini Italia mnamo mwaka 1568. Na baba yake alikuwa na cheo kikubwa katika majeshi ya Italia na alitaka mwanaye afuate nyayo zake za kijeshi na kimataifa. Hata hivyo, Aloisi alikuwa na wito tofauti kabisa. Mtakatifu Aloisi akitekeleza mafundisho haya ya Bwana wetu ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu. Tangu utoto wake alionyesha ishara za utakatifu na kujitolea kwa Mungu. Alisali mara kwa mara, alifunga na aliepuka anasa za kidunia ambazo zilimzunguka. Licha ya shinikizo kutoka kwa familia yake, alidhamiria kumweka Mungu wa kwanza katika maisha yake. Alikataa ulithi na hadhi ya kijeshi aliyoandaliwa, na badala yake akachagua kujiunga na maisha ya kitawa katika shirika la Wajezuiti akiwa na umri wa miaka 17 hii ilikuwa hatua kubwa ya kukataa mali na utajiri na badala yake kumtumikia Mungu pekee. Mtakatifu Aloisi alionyesha kutokuwa na wasiwasi juu ya mahitaji ya kidunia, akimtumainia Mungu kikamilifu. Alijitoa kabisa kwa maisha ya kimonaki, akizingatia kujifunza na kuliishi neno la Mungu na mafundisho ya Kanisa na ukomavu huu alioupata katika kuishi neno la Mungu, alivuna fadhila nyingi, ikiwepo fadhila ya wema na ukarimu zilizojionyesha katika maisha yake yote hasa kwa kuwahudumia wengine. Tunahadithiwa kwamba wakati wa janga la tauni huko Roma mwaka 1591 Aloisi alijitolea kuwahudumia wagonjwa hata kama alijua hatari ya kuambukizwa. Alionyesha upendo wa kweli na kujitolea, akitekeleza maagizo ya Yesu ya kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake huku akiacha mahitaji yake mwenyewe mikononi mwa Mungu na kusumbukia mahitaji ya wagonjwa na maskini. Alipata tauni na kufariki dunia akiwa kijana wa umri wa miaka 23 tu. Ndugu zangu, kupitia maisha ya Mtakatifu Aloisi Gonzaga tunaweza kujifunza mambo mengi. Mosi, kuweka vipaumbele sahihi katika maisha yetu. Maisha yetu yanapaswa kuongozwa na kipaumbele cha kwanza kabisa cha kumtumikia Mungu. Kumuweka Mungu katika nafasi ya kwanza katika kila jambo. Hatupaswi kuruhusu utajiri hadhi au wasiwasi wa maisha ya kila siku kutupotosha kutoka katika lengo hili kuu. Aloisi anatukumbusha kwamba thamani ya kweli haipatikani katika vitu vya dunia bali katika kumtafuta Mungu. Katika mafundisho ya katekisimu tunajifunza, kwanza, tunajifunza kwamba Mungu alituumba ili tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tupate kufika kwake juu mbinguni. Kwa hiyo tunamtumikia Mungu kwa kupitia jirani zetu, tunampenda Mungu kwa kupitia jirani zetu, kwani ni upendo kwa Mungu tunaonyesha kwanza kwa kuwapenda jirani zetu tunaowaona. Mtakatifu Alois Gonzaga anatufundisha kumwamini Mungu na kuweka tumaini letu lote kwake. Yesu anatualika kumwamini Mungu kabisa kwa mahitaji yetu yote. Kama ndege wa angani na maua ya mashambani yanavyotunzwa na Mungu, vivyo hivyo nasi tutatunzwa na Mungu ikiwa tumemuweka Mungu katika nafasi ya kwanza. Maisha ya Mtakatifu Alois Gonzaga yalionyesha imani isiyoyumba hata wakati akikabiliwa na magumu na hatari lakini pia mtakatifu Alois Gonzaga anatufundisha kuwa na moyo wa majitoleo na huduma kwa wenzetu. Kutafuta ufalme wa Mungu kunajumuisha kujitolea kwetu katika kuwahudumia wenzetu, yaani kwa kifupi, kuwa wakarimu. Aloisi alijitolea maisha yake kuwahudumia wagonjwa, akionyesha upendo wa kweli na huruma. Hii itukumbushe kwamba imani bila matendo imekufa. Tunatakiwa kuwa jasiri katika kushuhudia imani. Aloisi alikuwa na ujasiri wa kusimama imara katika imani yake hata dhidi ya matakwa ya familia yake na matarajio ya jamii. Tunahimizwa kuwa jasiri katika kushuhudia imani yetu, kuilinda na kuitetea kwa wivu mkubwa na zaidi kuirithisha kwa vizazi na vizazi. Mtakatifu Aloisi Gonzaga ni mfano bora wa usafi, unyenyekevu na kujitolea kwa Mungu. Maadili hayo yanaweza kuongoza jamii nzima, kuanzia katika familia hadi kwa wale wote waliojitolea kumtumikia Mungu katika maisha ya wakfu. Maisha mafupi ya mtakatifu Aloisi Gonzaga yalikuwa ni maisha yenye kujaa fadhila na nguvu ambayo yanatupatia somo kubwa hasa kwa wazazi na walezi, kwa watawa na watu wote wenye kuishi maisha ya wakfu. Tukumbuke kwamba licha ya kuzungukwa na anasa na matarajio ya kuwa mwanajeshi au kupata vyeo vikubwa, Mtakatifu Alois Gonzaga alionyesha moyo wake wa kumwelekea Mungu tangu akiwa mtoto mdogo akiachana na hayo ya malimwengu. Lakini pia mtakatifu Aloisi Gonzaga anatupa fundisho la kulinda usafi wa moyo dhidi ya mawazo mabaya. Mtakatifu Aloisi alijitahidi kudumisha usafi wa moyo tangu akiwa mtoto mdogo, akiepuka kabisa mazoea mabaya na wasichana na marafiki wenye nia mbaya pia alijitenga na mambo yaliyoweza kuchafua roho yake. Hii inatoa somo na changamoto kubwa kwetu katika umuhimu kwa familia kuhusu umuhimu wa kulea watoto katika mazingira ya maadili mema na kuwafundisha kujilinda na vishawishi vya dunia hasa katika kipindi hiki cha maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia ambapo watoto ni rahisi kupata maudhui yasiyofaa na mafundisho yasiyofaa kwa njia ya mitandao. Lakini pia Mtakatifu Alois Gonzaga anatufundisha kutambua mito yetu. Kila mmoja ana wajibu wa kujua wito wake msingi katika maisha, na hapa wazazi wanapaswa kuwa makini na kutambua wito wa watoto wao hata kama wito huo utatofautiana na matarajio yao wenyewe. kuungwa mkono watoto katika wanapaswa kuwaunga watoto mkono katika safari zao za maisha ya kiroho, lakini pia katika miito yao mbalimbali mbali. Katika ulimwengu wetu, jambo hili limekuwa changamoto, kwani wazazi huwachagulia watoto ni maisha gani wangependa wao wenyewe wayaishi. Lakini pia tunakumbuka kwamba Mtakatifu Alois Gonzaga alikuwa ni mtawa, na kwa ajili ya watawa Mtakatifu Alois Gonzaga anatukumbusha kuishi nadhiri zetu, hasa nadhiri ya usafi kamili au usafi wa moyo, nadhiri ya unyenyekevu na utii. Lakini pia anatuasa kuangalia nafasi yetu katika jamii ambayo ni kutoa huduma ya upendo kwa watu wanaouhitaji. Mtakatifu Alois Gonzaga alizingatia sana maisha ya usafi kamili, usafi licha ya changamoto mbalimbali. Lakini pia mtakatifu Alois Gonzaga alionyesha utii mkubwa kwa wakubwa wake, hasa kwa kufuata sheria na taratibu zote za shirika lake pamoja na sheria za Kanisa. Asante kwa kutafakari pamoja nami, niliyekuletea tafakari hii ni mimi Flater Mathias Jafet Kuingwa, wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka katika seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola Morogoro.